Limu. Huku idara ya mahakama ikiendelea ku hamasisha umma mwezi huu wa Novemba kuhusu haki na namna ya kuwalinda watoto dhidi ya dhuluma, hakimu mkuu katika mahakama ya Loitokitok kaunti ya Kajiado Esther Kimilu ametoa onyo kwa mahakama hiyo kuwa haitasita kuwachukulia hatua kali za kisheria wale wanaodhulumu watoto. Akizungumza kwenye mkutano wa kuhamasisha jamii huko Kajiado Kusini, hakimu huyo amesema msimu huu wa likizo visa vingi vya watoto wadogo kuozwa mapema na pia tohara kwa wasichana wadogo vimekuwa vikiripotiwa, akiwaonya wazazi dhidi ya kuruhusu watoto wao kupitia dhulma hizo. Leo tunajua heria hii ama nyakati kama hizi ni wakati wa ndoa za mapema za watoto, pia hiyo ni jambo ambalo tunalilaani kabisa. Katiba ya Kenya inakatana na, uh, practice, ama cultural practice ambayo haiandamani na ha katiba yetu ama haki za watoto, ndoa za mapema, ukeketaji, kudhulumiwa hiyo zozote ni mambo ambayo hatutaruhusu mtu yeyote kukudhulumu. Kama wewe ni mzazi hapa, tafadhali usiadhibu mtoto wako zaidi ya vile sheria inasema. Kenya.